Nyuma huko tulikuwa tunaisoma Suratul Maun, tulifika katika aya ya mwisho ambao muunganiko wake unaanzia: fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamnauna almaun. Mwenyezi Mungu katika sura hii mwisho anataja mambo matatu, kwamba mambo matatu haya mtu akiwa nayo ataingia motoni. Tukachambua jambo la kwanza ni mtu kuswali vile atakavyo. Yawezekana akawa anaswali lakini vile anavyotaka yeye sivyo inavyotaka sheria, na shida hii tunayo sana. Tulisisitizana sana nyuma hapo kwamba yawezekana mtu akawa kila siku anakuja msikitini, anaswali, lakini ndani ya ile swala yake yeye mwenyewe haijui. Anaswali lakini haijui, haiko sawa. Ni vyema umtafute mwalimu akuelekeze kujua kwamba hizi ni sharti za sala, hiki kitu ninachokifanya ni nguzo, hii ninayoifanya ni sunna, ni vyema, lazima ujue maana yake. Kama utakuwa hujui, huwezi kutoka, kwa sababu eti unasali tu halafu ukawa hujui kile unachokifanya. Mbona kuna mengine unafanya unayajua? Ni vizuri kila kitu kwa kifanya kwa taaluma, kwa elimu kwa hiyo kinyume cha hapo unaingia katika fawailul lil musalli, yaani kiujumla wake huwezi kutoka kwenye eneo hilo. Kwa hiyo tunahimizana tena, kila mmoja anapoingia kwenye swala yake ajihakikishie anaijua ile swala, hata kwa kuuliza. Na pia huwa tunawasisitiza hata na waimamu na walimu, hebu tuwaelekeze watu swala kiwepesi Tuelekeze swala kiwepesi ili mtu akipata tu basi itakuwa kafanikiwa kuliko wote. Ukiwasomesha kama vile unataka watu wote wawe mashehe, haiwezekani. Akaja unamtazama kama alivyosema imamu hapa mkuu. Aliwahi kutangaza kabla ya Ramadhani, jamani, kila mtu anayetaka kusoma kitu anachokiona yeye hakijui katika dini aje aseme bwana, mi sitaki mambo mengine yote ya kishehe na nini, mimi nataka nijue kitu fulani tu. Na walilahi alhamdu, katika mwezi wa Ramadhani tulipata watu wakawa wamesoma, wame tena wamesoma sana, swala juu huko. Kwa hiyo fursa hiyo na nafasi hiyo bado ipo, tunawasisitiza watu waje kwa walimu, takriban wiki moja tu au mbili unaelekezwa swala la kula, swala unakuwa huingii katika aya hii fawailu lilmusallin maana yake Ibnu Abbas anasema fawailu lilmusallin, ile neno sisi Kiswahili limetafsiriwa ole wao, lakini wenyewe anaeleza wanachuoni wafasir fawail wail maana yake ni bonde lililopo ndani ya moto wa jahanna. Kwa maana kila ambaye haswali au yule anadharau habari za swala au haishughulikii swala kabisa, anafanya anavyotaka yeye, ataingia katika bonde hilo. Mwenyezimungu atunusuru. Halafu aya ikaendelea mbele, mtu wa pili aliyetajwa ni ule mtu ambaye anafanya mambo kwa ajili ya watu wengine, hafanyi mambo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikisha kile unachokifanya kifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na suala la kufanya na, ndio hiyo inaitwa ikhlas. Kwa hiyo ukifanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu utastarehe sana na tukaeleza huko nyuma, kipimo cha kujua unayo ikhlasi au huna, kitu cha kwanza unakuwa huumi. Yani kwa mfano umekuja umeswali, wakati umemaliza kuswali unaondoka zako, alafu atokee mtu nje akwambia una kiswali kusali nini, ukiona unaanza kuumia, kwani anadharau mimi na mimi na swali, unajua kufanya kwa ikhlasi kwa sababu ukumfanyia yeye. Kwa hiyo ye, hata kama yeye akisema wewe una kiswali swali nini, almuradi huyo Subhanahu wa ta'ala uliyemswalia hajakwambia umekosea. Isha unatulia, lakini katika moja ya faida ya ikhlas uzuri wake hutaabiki. Utakuja hapa utaswali rakaa zako mbili kwa mujibu wa vile inavyotakiwa umaliza, mwingine akisema hii mana tusha maliza? Sema, Hey, maliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, almuradi kukamilisha kila kitu, na hayo yachukue yapeleke hata kwenye maisha yako ya nje kila unachokifanya Kifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kinyume chake, yoyote atakayefanya mambo kinyume cha Mwenyezi Mungu, hamkusudii Mwenyezi Mungu, mtu huyo atataabika, atataabika sana, na siku ya kiyama ikifika, atachukuliwa na kuingizwa katika hiyo kitu, sehemu inayoitwa waili. Leo sasa ndio tunamaliza sura hii ili tuingie sura nyingine. Mwenyezi Mungu anasema katika moja ya sifa ya watu watakaoingia katika moto, wayamnaunal maun wayamnauna lmaun. Wafasiri wametafsiri katika njia kuu mbili. wayamnauna lmaun, na wale ambao hawatoi zaka, watu wasiotoa wa zaka, ambao wana haki za watu wanatakiwa watoe, halafu wakawa hawatoi, hao wataingia katika moto unaitwa alwail, tokea pale mwanzo Mwenyezimungu alipoanza tufawailu lilmusallin, ole wao, ama wataingia katika moto wale wenye kuswali hali ya kuwa wanaswali swala zao hali ya kuwa ni wenye kujisahau au wenye dharau, hawashughuliki vizuri, lakini na pia na yule anayefanya jambo kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wataingia motoni. Wa mwisho wayamnaun, almaun, asiyetoa zaka. Nafasi ya kwanza wametafsiri zaka, lakini nafasi ya pili wakazungumza kwamba sio zaka peke yake, na hata sadaka ya vitu vidogo vidogo Al-Ma'un wafasiri wamesema ni vile vitu vidogo vidogo kama vile mwiko yani, yani maana yake nikisema mwiko huko kwa nyumbani, lakini ukija huko katika kazi, mtu kanakuomba spana tu, unaangalia mimi sitoi. Yani huko kazini, mtu kakuomba spana. Na kwa wafanyabiashara wengine, sasa wengine wa matunda, matunda kama hapo nje, mtu anaazimwa kisu tu, bana azime kisu, ndo mtu hatoi tu. Sasa elewa hiyo unaweza kaliona dogo dogo hivi lakini hilo hilo ni sababu ya kwenda kutoa. Kwa nini? Mpaka imefika mahala mpaka vitu hivi vidogo vidogo sikwambii, huko nyumbani huko. Majumbani huko katika nyumba za kupanga, wote tutakubaliana watu tunaopanga. Mgogoro mkubwa uliokuwepo kati ya mke wa chumba hiki na chumba hiki, watu wanagombania vibanio. Vibanio ambavyo vinauzwa Kariakoo, sijui ziko 32 sijui 36 washingapi, elfu moja tena. Mtu ana kopo lake kabisa, ole wake ujichanganye changanye, uchukue kibanio chake, ugomvi wala haueleweki. wayamnaun Almaun, Almaun pia inaingia kwanza zaka, lakini pia inaingia mpaka vitu vile vidogo vidogo ambavyo ukivitoa we hudhuriki chochote. Kwa mfano, ukimpa mtu kibanio mwazime aili abanie nguo yake, we unadhurika na nini? na hata kikipotea kimoja basi unapata madhara kiasi gani? Hakuna. Sasa hapa tunafundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa unaweza ukaliona jambo ni dogo sana, lakini kumbe hilo jambo linaweza likakutilia madhara makubwa. Na ndiyo maana sasa, unaoiona Qur'ani, kila unavyoifuatilia vizuri, utaikuta inakulea ili uwe mja mwema. Kila unavyoitazama kwa umakini, utaiona inakulea na kukulazimisha uwe mja mwema kwa nini Mwenyezi Mungu akatumia neno wa yamnauna almaun yani mtu hatoi hata kile kitu ambacho akikitoa hadhuriki kwa nini Mwenyezi Mungu kataja hivyo kwa sababu huko kutoa zaka kwenyewe huko kama hujazoea tokea mwanzo hata ukiwa nazo hazitoshi hazitoshi kabisa ndio maana unamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatujua sisi binadamu wake aliyotuumba anatujua sisi tuna matatizo kwenye utoaji akaweka utaratibu kwamba maskini ndio anapewa, fakiri anapewa na wengineo katika makundi manane, lakini nao mafakiri nao waendelee na shughuli zao. Huyu bwana kwenye upande wa zaka, tajiri tumsubirie mpaka mwaka ugeuke, kwa sababu unajua kutoa kuna uma nako eh? kila binadamu wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humu lmuflihun, kila mtu anachochoyo chochoyo. Ndio maana huwa tunaambia katika baadhi ya misikiti tunaambia, bwana punguzeni michango kwa sababu unakuja unakwenda kwenye msikiti huo, adhuhuri mchango, alasiri mchango, magharibi mchango, eisha mchango, na hata walivyokuwa na balaa watu mpaka alfajiri mchango. Yaani, huyo mtu ndo kaamka, lakini anapigwa hapo hapo kumi. Utakwenda peponi? Haiwezekani. Hey, tazama, chukua falsafa ya Qurani, falsafa ya Qurani, mtu anacho kisheria kiuwajibu, anatakiwa afanye. Kwa tumwache afanye biashara mpaka mwaka ubadilike, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua wanadamu kwenye upande wa kutoa si rahisi. Kwa hiyo akaliwekea muda mrefu. Hapo nako kuna darasa kwa wewe fakiri. Maana yake fakiri, kama unayo haki kwa tajiri, inabidi umsubirie kwa mwaka mmoja. Maana yake na wewe changamka, usikae unasubiri kupewa tu Ndo tafsiri yani, ndio uelewa wa Qur'an, kwa sababu siambiwa huyu tajiri atatoa baada ya mwaka mmoja, ndio mfanya biashara atatoa zaka baada ya mwaka mmoja, wewe utakawa unamsubiria mwaka mmoja, inamaanishwa kama nawewe jitahidi. Na ndio maana kule Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa, Mwenyezi Mungu anasema yasaluna kamadha yunfiqun, wanakuuliza watoe nini. Mwenyezi Mungu akamwambia qulil afu waambie watoe ile ziada ya matumizi yao. Maanake hata wewe na hali yako sio mtowa zaka, lakini ukipata shilingi elfu ishirini matumizi yako ya kwa siku ni shilingi elfu kumi elewa? Ndani ya elfu kumi iliyozidi unayo nafasi ya kumpa mwingine. Ukizoea tabia hiyo, hata ukipata mali nyingi utatoa. Qurani ndio inakulea kwa hiyo anzia huku chini. Kwa hiyo kila mmoja wetu ajitahidi kadri ya uwezo kwamba unapopata chochote, unapomwona mwenzako hali yake si nzuri, mpe, kwa sababu kitendo cha kuto kumpa unaingia katika fawaili, unaingia katika moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na tabia ya kutoa na tuwe na tabia ya kuwasaidia wenzetu, hasa hata katika vitu vilivyokuwa vidogo vidogo.